Hiyo ni njia ya ngapi? njia tano. Njia ya sita, wabilulfati wabil ulfati, wabil ulfati, wabil ulfati, wabil ulfati, wabil ulfati bil bilmahabati bil mahabati na kushikamana kwa kupendana, wa bil ulfati bil mahabbati na kushikana kwa kupendana. Hiyo ni njia ya sita ya kuunganisha udugu. Kuna mtu mwingine huwezi kumpa kitu, lakini mpende tu mpende tu, tu. mwonyeshe mapenzi yako tu. Mm. mwonyeshe mapenzi na hili jambo ambalo sisi hatuna mmoja kati ya kitu ambacho kinamfanyia mtu elimu yake inakuwa na baraka ni kumwonyesha mapenzi yake shekhe wake. Kama na tabia mbaya mwache, na tabia yake mpende kwa ile elimu aliyokupa. mm -hmm. Mpende dhahabu iko kinywani kwa mbwa, na mbwa ni najisi au ni tahir? Mbwa ni najisi. Mpe nyama ateme dhahabu, osha mara saba, kauze. Shekhe ana tabia mbovu, lakini ndo ana elimu huyo, wewe muingizie mapenzi tu, atakufundisha.